Ni kwa wakati mwingine tena ndugu, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, Mwenyezi Mungu ameturuzuku uhai, tunakutana hapa katika chaneli yetu hii pendwa kabisa kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Karibu tuungane sote kwenye meza yetu ya habari. Siku ya tarehe tatu ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 iliripotiwa ya kwamba mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema taifa mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ameondoka nchini kuelekea nchini Uganda kwa ziara ya kikazi ya siku tatu kuanzia hiyo Machi tatu mwaka huu wa 2025 mpaka Machi 6 mwaka huu wa 2025. Mwenyekiti mheshimiwa Lissu akiwa nchini Uganda atashiriki kongamano linalowakutanisha vyama rafiki vya kidemokrasia kutoka ukanda wa Afrika Mashariki. Aidha, mwenyekiti ameambatana na viongozi waandamizi wa, wa chama katika ziara hiyo. Taarifa hii ilitolewa siku ya Jumatatu tarehe tatu ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 na Apolinari Boniface Magwe, msaidizi mkurugenzi E, msaidizi kurugenzi ya itifaki mawasiliano na mambo ya nje. Sasa basi, kilichotokea Tundu Antipas Lissu akiwa nchini Uganda ni hiki kifuatacho, sikiliza hapa e: ubabe wa Tundu Antipas Lissu hadi Uganda. Tundu Antipas Lissu amemlipua vikali rais wa nchi hiyo, yaani rais wa Uganda Yoweri Museveni. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipasilisu amewakosoa vikali wanasiasa na viongozi wa Afrika kwa tabia yao ya kung'ang'ania madaraka kwa maslahi binafsi. Narudia tena hapa, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipasilisu amewakosoa vikali wanasiasa na viongozi wa Afrika kwa tabia yao ya kung'ang'ania madaraka kwa maslahi binafsi. Akizungumza katika kikao cha kujadili masuala ya demokrasia barani Afrika katika kitivo cha sheria, chuo kikuu cha Makerere Uganda, Lissu ameainisha mbinu mbalimbali zinazotumiwa na viongozi wa Afrika kuendeleza udhibiti wa kisiasa kwa kisingizio cha kulinda katiba. Kulingana na kituo cha habari cha DW, Lissu ameeleza kuwa viongozi wengi wa Afrika wanaanza kwa kuhamasisha uzalendo na kuungwa mkono na wananchi lakini wanapopata madaraka hujenga mifumo inayodhoofisha demokrasia. Amesema, mfano halisi ni serikali ya Uganda ambayo imehusisha jeshi katika siasa za nchi. Hali inayohatarisha misingi ya utawala wa kidemokrasia. Katika hotuba yake, Lisu amesema kuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitoa mchango mkubwa katika uongozi wa Afrika, lakini baadhi ya viongozi waliiga mifumo yake ya udhibiti wa taasisi za kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa manufaa yao binafsi. Kuhusika kwa majeshi katika siasa za taifa ni hatari sana na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwafunza viongozi wengi wa Afrika namna ya kutumia majeshi katika kudhibiti upinzani. Itakuwa vigumu kuondoa hali hiyo, amesema Tundu Antipas Lissu akiwa nchini Uganda. Ameeleza kuwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni alilelewa kisiasa na Nyerere na kwamba mifumo ya kisiasa anayoitumia sasa aliiga kutoka kwake. Katika kikao hicho kilichohudhuriwa na wasomi na wanafunzi wa sheria, mjadala umeibuka kuhusu uhuru wa kujieleza kama msingi wa demokrasia. Baadhi ya wasomi wameeleza kuwa changamoto kubwa ya utawala wa Afrika ni pale wananchi wanaponyimwa uhuru wa kujieleza na kushiriki maamuzi ya taifa. Hata hivyo, mmoja wa wasomi hao, Dr. Daniel Luhweza amesema kuwa japo Nyerere aliwahi kufanya maamuzi pasipo kuwashirikisha wananchi, baadaye wengi walikuja kuona faida yake. Wakati mwingine kiongozi anafahamu kila ambacho raia hawawezi kukubaliana nacho, lakini baadaye kinakuwa na manufaa kwa taifa, amesema Dkt. Ruhweza. Lissu amewataka viongozi wa Afrika kuiga mfano wa Nyerere wa kuheshimu ukomo madaraka na kuachia nafasi baada ya kuhudumu kwa mihula miwili badala ya kung'ang'ania madaraka angalau wajifunze yale mazuri ya Nyerere hasa ya kuachia madaraka kwa hiari na kuheshimu utawala wa awamu mbili, amesema Tundu Antipas Lissu. Pia amesisitiza kuwa wanasiasa na wanasheria wanapaswa kushirikiana katika kuhakikisha kuna kuwepo na utawala wa kidemokrasia, haki za binadamu na kulinda katiba za nchi zao. Hayo ndio ambayo ameyasema Tundu Antipas Lissu kufuatia ziara ambayo ameifanya siku ya tarehe tatu nchini Uganda e, mpaka tarehe sita e, mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025. Na hayo Tundu Antipas Lissu ameyazungumza na ameyasema wazi wazi bila kupepesa macho wala kuogopa akiwa nchini Uganda katika nchi ya kibabe kabisa